Moja ya eneo ambalo linapoteza pesa nyingi sana. Nakumbuka kipindi hicho hata sisi wakati tunaanza kufuga tulikuwa tunatumia pesa nyingi sana, pesa nyingi sana inapotea kwenye eneo la matibabu, unaweza ukajikuta unanunua dawa nyingi kwa gharama kubwa na hazitibu vizuri hazi, hazitibu vizuri kumbuka. Kwamba hizi dawa za dukani zinauzwa gharama, lakini aa, ukiachana na hivi hata ufanisi wake, e, mpaka ujue kwamba ni dawa ipi inatibu vizuri, basi unahitaji muda e, sahihi kwenye ufugaji au unahitaji uwe na watu sahihi kwenye ufugaji aa, ndio maana sisi tumekuja na suluhisho la namna ambavyo unaweza ukatumia hizi e, tiba za asili e, bila ya kutumia pesa nyingi. Kwa mfano hapa leo hii ninakwenda kukuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia mbegu za mpapai, mbegu za mpapai ambazo mimi binafsi naona ni, ni kitu ambacho ni gharama nafuu kabisa. Tena unaweza ukanunua papai lenyewe ukalila zile mbegu zake ukizianika, nitakuelekeza hapa namna ya kuandaa ukatumia kutibia kuku. Ni booster moja zuri sana, ni booster moja zuri sana, lakini pia ni tiba, ni kitu tunaita tibalishe. Kwa hiyo ukiwapa kuku, kuku wako Aa, kama broiler watakuwa kwa haraka zaidi, lakini pia um, kuku yoyote yule hata kuku wa kienyeji atakuwa kwa haraka zaidi, atakuwa na uzito mkubwa kwa kutumia gharama nafuu kabisa, tofauti na vile ambavyo ungeweza kutumia hata booster hizi za dukani ambazo zinauzwa gharama kubwa. Asikiliza hii video mpaka mwisho, kwa sababu pia eh, maake mwingine anaweza akasikia tu kwamba eh, mbegu za eh, papai ni tiba, ni booster, ukaishia hapa hapa ukaenda kuziandaa. Lakini pia nitakuelekeza ku, eh, ni vitu gani pia unaweza ukachanganyia kwenye eh, mbegu za mpapai, yaani ukachukua mbegu za mpapai ukachanganya na vitu gani ili uweze kutibu baadhi ya magonjwa eh, lakini pia ili uweze kuimarisha vizuri kabisa busta yako kwa ajili ya kuku kutaga, kuku kuwa wanene. Yani hii inatoa matokeo mazuri sana. Kuna wafugaji wanatufuatilia hapa tu, lakini ni kushauri wewe ambaye unatufuatilia hapa, jiunge na kundi letu, kwa sababu kule kuna mambo mengi sana. Tunaelekeza namna ya kuwapa chanjo kuku wako. Kwa mfano hapo, lilikuwa ni darasa la namna ambavyo unaweza ukawapa chanjo kuku wako na ni chanjo gani ni nzuri. Yani mambo mengi sana, haya yote tunaelekeza kwenye kundi letu la mafuzo, ambalo ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Sambamba na hapo, tunavyo hivi vitabu hivi vitabu vitakusaidia sana kwenye ufugaji. E, mimi siku zote huwa nasema usije ukafuga kama huna elimu sahihi ya ufugaji. Kwa hiyo ah, jipatie hivi vitabu ili uweze kupata elimu sahihi ambayo itakusaidia sana kwenye kuwafuga kuku wako. Uh, hivi vitabu vipo katika mfumo wa PDF soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Sisi bwana, huduma zetu zote tunafanya online. Yaani tunatumia sana WhatsApp kama makundi. Vitabu hivi vyote unavipata kwa WhatsApp. Tena kwa WhatsApp wakati. Yaani ukilipia tu kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000. 10,000. Kwa kwa hiyo mfano ukilipia tu 10,000, unapata kitabu chako. Vitasaidia sana kwa mfano, hichi kitabu cha Broila yupo kwa huyu mfugaji ambaye alijiunga kwenye kundi alipata na hichi kitabu. hichi kitabu. Na hapo anatoa shuhuda namna ambavyo hiki kitabu kimemsaidia, lakini pia mafuzo amemsaidia mpaka amewauza broila wake siku ya ishirini na tano na amewauza siku mbili tu amemaliza. Kwa kwa unaweza kuona kwa mfano, unafuga nafuga broila ukawauza siku ya ishirini na tano utakuwa umesave pesa nyingi sana, kwa kutokana na gharama za broila. Siku zote mimi binafsi huwa ninasisitiza usiwapunje broila unajua kuna watu wanawachanganyia chakula broila ili kuweza kupunguza gharama broila mlishe tena mlishe chakula kingi sana muda wote ila mpe booster, booster za asili kwa mfano hii booster ambayo ninawaelekeza hapa leo hii ambazo zitamfanya akue haraka ndani ya siku 24 23 uweze kumuuza pale ndio utakuwa umemfuga broiler kwa gharama nafuu kuliko ukampunja ukafuga hadi siku thelathini na tano. Kwanza utakuwa umetumia siku nyingi. Aa, kitu kingine ni kwamba uh, atakuwa hana uzito, atakuwa hana mvuto. Mpe booster ambazo zitamsaidia aweze kumeng'enya vizuri chakula ambacho unampa ili afikie uzito mkubwa ndani ya siku chache. Sisi hapa waga broila siku ishirini na tatu wanafika kilo moja na nusu ambayo unamwingiza sokoni. Kwa maeneo mengi siku ishirini na tatu kuku unamuuza. Kwa hiyo turudi kwenye hii booster yetu ya leo ambayo ninataka nikwambie. Kwanza unahitaji upate mbegu za mpapai ambazo zimekomaa, yawezekana kutoka kwenye papai ambalo halijaiva lakini mradi liwe limekomaa. Kwa hiyo upate zile mbegu zake, au ukipata papai ambalo limeiva ni vizuri zaidi. Aa, ukipata mbegu ambazo zimekomaa basi utazianika kwenye jua, na unaweza ukazianika kwenye jua kali ni sawa tu, na ukizianika na nadhani ndani ya siku nne zinakuwa zimesha kauka kabisa. Kisha unaweza ukazibrand kwenye blender, tunajua kuna sehemu ya kubrand vitu e, vigumu kama hivyo, lakini pia unaweza ukazitwanga kwenye kinu ukatumia kinu ku, ku, kuweza kuzitwanga ili kupata ule unga. Sasa ule unga wake ndio ambao unatumika Uh, sasa huu unga una faida nyingi sana kwenye ufugaji. Kwanza, huu unga una vitamini kwa wingi na madini kama vile calcium pamoja na magnesium. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo magonjwa ambayo yanatibu. Kwanza eh, unaondoa minyoo kwa haraka zaidi. kama utawapa kuku wako huu unga wana minyoo, basi wanaondoka na kwa haraka sana, na utakuta wanajisaidia kinyesi ambacho kina minyoo. Lakini pia uh, kama kuku wako wanashindwa kutembea E, labda umewapa chakula ambacho kina ukosefu wa madini. Ukiwapa huu unga, ukiwachanganyia kwenye maji, basi watakuwa wanatembea vizuri kabisa. Na kwenye tiba ya asili ambayo uaga tunatengeneza e, ambayo inaponya malex, kama utachanganyia na huu unga, basi itamfanya kuku wako awe imara zaidi, yani hiyo hiyo hiyo kinga itafanya kazi vizuri zaidi. Nadhani hapa tumeshawahi kuelekeza e, kinga ya asili ya malex, na ni booster zuri sana kwa kuku. Yani uh, kwa mfano broiler hawa ukiwachukua wakiwa bado wadogo vile, ukaanza kuwachanganyia huu mchanganyo kwenye maji ni kuku ambao watakuwa kwa haraka zaidi kwa sababu hii inarahisisha umeng'enyaji wa chakula, yaani kwa mfano unawapa kuku wako labda starter, e, vile viwango vya vya virutubisho vya, vya, ambavyo vipo kwenye starter ukiwapa pamoja na hii unga wa hizi mbegu za mpapai vitafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana kwa asilimia kubwa sana, na hivyo kumfanya kuku akue haraka sana. Ndio maana e, nimeongea mwanzo kwamba unapokuwa unafuga broiler usijikite sana kwenye kumbania chakula, ila jikite kwenye booster sahihi za asili ambazo zitamfanya ndani ya muda mfupi afikie uzito mkubwa na umuuze kwa siku chache. Tunategemea kwamba ufugaji wa broiler unauza ndani ya siku ishirini na nane lakini kama utatumia booster kama hizi unaweza ukamuuza kuku wako ndani ya siku ishirini na tatu kwa sababu anakuwa ameshafikia uzito ambao unahitajika sokoni. Na ukitaka huu unga ufanye kazi vizuri kabisa, unachanganyia na majani ya mpapai. Unachukua majani ya mpapai matatu, utachukua huu unga vijiko viwili, utachanganyia kwenye maji lita kumi. E, kwa hiyo ukichanganya hivyo performance ya kuboost kuku wako inakuwa ni kubwa zaidi, yaani utawaboost kuku wako kwa haraka zaidi. Lakini pia ukiwapatia hata kuku wanaotaga watataga e, watataga vizuri kabisa, utagaji na boost utagaji wa kuku na kuimarisha yai. E, wale ambao unakuta kuku wako wanataga yai lina hali na ganda gumu ni tepetepe tepe, basi linakuwa ni imara zaidi. Lakini pia utapata kiini cha njano kabisa.